wa ZBC wilaya Chakechake. Wananchi kisiwani Pemba wametakiwa kuendelea kuchukua tahadhari kwa kufanya usafi kwa kujikinga na ugonjwa wa pindupindu pindu. wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya Chakechake Bi Hanuna Ibrahim Masudi alipokuwa akizungumza na wafanya biashara pamoja na vikosi vya ulinzi katika kiwanja cha tenis Chakechake Pemba mara baada ya kazi ya usafi wa maeneo ya mji, ikiwa ni shamra shamra kia miaka hamsini na mbili ya mapinduzi ya Zanzibar. Tujiunge mwandishi wetu Pemba, amesema kutoka kisiwani Pemba. Mkuu wa wilaya amesema tahadhari inatakikana kuchukua zaidi kutokana na ugonjwa wa kipindupindu kuendelea kuwepo Pemba, na kupiga marufuku uuzwaji wa vyakula visivyokuwa ndani ya visanduku kipindupindu bado kipo hata ndani ya wilaya yetu Chake Chake, tujitahadhari sana, sana, sana usafi uendelee. Mabiashara ambayo hayamo ndani ya visanduku, kila mmoja awe mlinzi na msimamizi wa suala hilo, ahakikishe biashara zote zinauzwa ndani ya visanduku, zinahifadhiwa uzuri kwa suala ya nzi na wadudu mbalimbali. Biashara zote ilivyokuwa ndani ya visanduku Nasema basi zisiuzwe ndani ya wilaya yangu, marufuku. Wakati huo huo, mkuu huyo wa wilaya ameagiza taasisi husika kusimamia na kuunda sheria zitakazosimamia usafi katika mji, huku akiwataka afisa wa dhambi kufanya usafi katika maeneo yao, kati ya kiafya nzuri, kila mmoja alimwangalizi na kila mmoja awe mwangalifu na kila mmoja amlinde amwelimishe mwenzake katika suala la usafi na katika suala la biashara. Maafisa dhamini, maofisi yenu mengine hayatizamiki, machafu, hayasafishwi, yamezungumsha majani masafi, mamiji maofisi yasafishwe. Nikiripoti kiripoti Zana Shaban, ZBC.